Leo maneno vibaya kwa mtandao kuingilia kiongozi mwenye anapeleka sanitary pads kwa wasichana, wachaneni nayo hiyo mambo. Hata leo mtaelewa, hata kesho mtaelewa. Kuna mambo ingine mengi tumejaribu kuwaelewesha, mpaka wa leo hamjashika. Kwa hivyo hata hii hamtashika. we have primary schools and junior secondary schools who will be receiving

Alafu ni mmewekwa hapa mnakula, mnasoma, mnaamua siku moja muamke kuchoma dormitory. Alafu next time muamue kuchoma ingine. Next time muamue kuchoma hiyo generator nimewawekea hapo. Tutakuwa tumesaidiana kweli. Is that a responsible person? So kindly, next time don't do that. Usiwahi jaribu kufanya vitu kama hizo. The infrastructure that you

Wakikataa itakuwa bahati mbaya, but I will make an attempt ku admit watoto kwa grade 10 wengi kwa sababu, President Pia amepeana directive, wa admitted kama badala wakae nyumbani wakuje, whether wazazi wataweza kununua uniform or not, whether wazazi wataweza kununua kulipa fees or not, imesemekana wa admitted and I know what that means for you. It means that you will be admitting students ambaye hauna budget ya kuwaweka kwa shule.

kufanya harambe for that pia ni ngumu. Si kudanganyi, itakuwa ngumu sana. Itabidi tu wazazi waone vile watalipa kidogo kidogo, na sisi viongozi tuone vile tunaweza saidia hapa na pale. Lakini ku raise your amount through harambe or any other way ni ngumu. Kwa hivyo, mtatusamea, lakini ile kitu nataka kuomba wazazi, tafadhali. Vile tu president anajaribu kusukuma principles ku admit watoto bila nyinyi kutoa pesa. Wakati unapata nafuu saa hii najua, ukame, jua kali, hakuna pesa. Ukipata nafuu, ile pesa kidogo mnapata mwapunguzie pia hawa mizigo, kwa sababu watoto wale wanakaa hapa, wanahitaji chakula. Kama ana pesa ya kuwa fid, sitakuwa muhimu sana, lakini ile kiazi mnaweza msaidiani. Wazazi, kuna hii tabia ya kutoa watoto hapa kupeleka North Eastern, kwenda kutafuta grade ambaye siyo yao na huyo mtoto baadaye anapata hiyo grade, wewe unatafuta hiyo A, hiyo B. Ukimpeleka, ukimpeleka university ama KMTC ana struggle mpaka ana drop out kwa sababu amepewa grade C yake. Utakuwa unamsaidia? Wazazi na waulizo huyo mtoto utakuwa unamsaidia, ndiyo amepata B, umempeleka university lakini ameshindwa kusonga kwa sababu ile grade haikuwa yake. Umepeleka KMTC ameshindwa kumaliza kwa sababu hiyo grades si yake. it is not a mistake, it is a mistake that we will raise at a national level to address it personally. I will raise it in parliament because there is no way, there is no way, wengine wakinyang'ana kusoma na kupata ile yao, wengine wanaenda easily wanapata higher grades yenye si yao. that is not a to enhance our education